Habari yako ndugu mtazamaji, leo hii nimekuja na mada nzuri sana, ambayo tunaweza tukajifunza kwa pamoja, jinsi ya kuweka WhatsApp status ikiambatana na mziki mzuri sana ambao utakuwa unaupenda wewe mwenyewe. Basi moja kwa moja twende nikakuelekeze njia rahisi kabisa ya kuweza kuweka status yako, lakini pia ikiambatana na mziki mzuri utakao uchagua wewe mwenyewe. ndani ya dakika moja utakuwa umeshajifunza kila kitu. Karibu. Okay, sawa kama nilivyoelekeza kwamba nitawasaidia kuwaelekeza namna ya kuweka picha yako status. Lakini ikiwa imeambatana na nini, na mziki. Utakachokifanya utachagua picha yako, kama mimi nilivyochagua hii picha yangu hii hapa, mnayoiona ina display hapa. Ukishamaliza kuchagua, utakuja kwenye hapa palipo and kwenye alama ya share hapa utakuja kwenye alama ya share, lakini pia usahau kwamba hata kama ukipita kwenye, kwenye njia ile ambayo huwaga unapita wewe kushare, kwa sababu kila mtu ana namna yake ya ku, a, u, yani kwamba kila mtu ana namna yake ya kuweza kuchagua picha na kwenda kuipeleka kwenye WhatsApp, haijalishi utapitia njia gani, lakini mimi nimepitia njia hii hapa ambayo nitakuja kugusa hapa kwenye share Baada ya kuchagua hii picha nakuja kugusa hapa kwenye share, kama nilivyoonyesha. Nikishagusa hivi itanipeleka moja kwa moja mpaka hapa hapa kwenye, nitakuja kushare hapa kwenye WhatsApp hapa, nitakuja kugusa hapa kwenye WhatsApp hapa, nishakuja kugusa hapo kwenye shakuja kugusa hapa kwenye WhatsApp, utasubiri ifunguke kama hivi. Baada ya kufunguka kama hivi, basi nitakuja tena kugusa sehemu hii hapa, ambapo pakuweka hiyo ambapo pakuja kuweka hiyo hapo picha yangu status, au kitu chochote kile ambacho utakuwa umekichagua, ukiweka hapo kwenye status, ukishachagua hapa juu kama hivi ina maana inakipiga inajipiga kitiki ichi kama ulivyo kiona hichi hichi hapa ambacho kinakuruhusu kwamba kinaruhusu kwamba uweze kuja kugusa hapa ili ile picha yako iweze kukaa pale kwenye status. Basi nikishakuwa nime kama nilivyoelekeza hapo, nimegusa hapo juu kwenye kwenye kwenye hicho kitiki kwa hicho kitiki basi nakuja kumalizia kugusa hapa ili picha iende, ili picha iende kakae kwenye display ya My status. Ntakuja kugusa hichi kimshale cha chini hapo, kama nilivyosema, tagusa hivi shagusa hivi, utaona hapa juu kuna, kuna vialama vingi sana kuna kialama cha peni hapo nini, wewe utakuja hapa kwenye kiarama hichi hapa cha mziki, hichi hapa cha mziki unakuja kukibonyeza hapo, unakuja kugusa basi. Mimi nitagusa hapo, ili miziki iweze kuja, nitagusa hivi. Ukishagusa utasubiri ifunguke kama hivi, miziki itakuja mingi sana utachagua wewe ambao utakuwa unapenda kwa wakati huo kuweka, lakini kama utaona umejaribu kuscroll kwenda down au labda kwenda juu huku, lakini utakuwa haujaona huo wimbo, utakuwa haujaona huo wimbo. Mfano kama ulikuwa unazungusha hivi, unapeleka hivi, haujaona huo wimbo ambao unaupenda, labda pengine ndio umejaribu ku play. Mfano kama mimi nitajaribu ku play hapa, hizi ndio nyimbo ambazo unaweza ukafanya nini, ukazi play. Unaangalia ule ambao unaona ni mzuri. Unaona, eh? Unaona ambao ni mzuri. Basi, ni mzuri ukishaona mzuri unakuja kupiga yaani, unakuja kubonyeza hapo kwenye hichi kimshale hapo, unabonyeza hichi kimshale. Kwa mfano nimeona huu hapa mzuri, basi nakuja na kubonyeza hichi kimshale, hiyo nyimbo inaenda kukaa kwa. Tujaribu kuplay moja baada nyingine, tuone hata kama nyimbo moja au mbili hivi, tuone mfano Kwa mfano mi nda plei hapa ya, ya kwanza kabisa ya kwanza hii hapa alhamdulillah. Lakini tutajaribu na hii hapa ya pili maa hapo ya pili, nyimbo zote hizi ni za Mario, tutajaribu kuplei sehemu hii hapa Nita mute sauti kidogo, kwa sababu haitaki hizi nyimbo ambazo nilikuwa na play ziweze kusikika kwa sababu ya sheria za YouTube, kwamba ukiplay nyimbo ya mtu pasipo ridhaa yake inakuwa ni kosa kisheria. Kwa hiyo nijaribu ku play na nijaribu ku upload kwenye YouTube channel hapa, wakaniambia kwamba kwamba ni kosa kisheria, kwamba ku play nyimbo ya mtu zake. Kwa hiyo nimemute hapa sa, sauti hizi za muziki hazisikiki kwa, kwa hiyo na na na lakini, nadhani utakuwa unaona jinsi nilivyokuwa nakuelekeza hizo nyimbo zinavyo display kwamba zilizoandikwa hapo, unaweza ukachagua mojawapo na ukaiweka kwenye WhatsApp status yako, ndio msije mkaona kwamba mbona nasema ana play lakini tunaona ziko, ziko kimya kwa hiyo ndo hivyo, ila na, natumaini mtakuwa mmenielewa, natumaini mtakuwa mmenielewa. Kama unavyoona hivyo, vimishali vinaonyesha hizo ni nyimbo ambazo unaweza ukazichagua na ukazicheza. Kama hiyo nilikuwa naicheza ili kuangalia kama ni nzuri, nijiridhishe niweze kuiweka. Ya, lakini pia nimemute sauti nikaweka hii sauti ambayo unaongea ili uweze kuelewa kama hivyo hizo zingine najaribu jaribu. Yaani unakuwa unachagua unaona hii ni nzuri. E, ukiona kama mbaya unapiga nyingine. Lakini kama ni, nilivyoelezea kwenye video kwamba ukiona kama nyimbo au kama labda wewe mwenyewe tu una wazo lako nikaandika nyimbo fulani ya mtu fulani ukaiandika pale, utakavyokuwa umeandika inakuja, basi unakuwa umeshachagua moja kwa moja hiyo hiyo. Lakini pia kama unaweza kuchagua kwa mtindo kama huo, wapo kuangalia moja baada ya nyingine, ipi imeimba vizuri nyimbo ni nani? Nyimbo ziko nyingi, ziko yako mengi sana e, zipo nyingi, nyingi, nyimbo ziko nyingi sana. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu uchaguzi wako, ukaangalia: leo nimeweka status hii hapa, niweke nyimbo gani ambayo inaweza e, ikaendana pengine labda na, na, na status yangu au vile tu wewe mwenyewe jinsi utakavyokuwa inakupendeza. Kwa hiyo nyimbo ziko nyingi sana. Kama kimshale hicho ambacho naonyesha hapo mbele, ukawa umechagua hiyo hapo, ukipiga hicho kimshale tayari inakuwa imekaa hiyo nyimbo. Kwa hiyo hivyo tu, hivyo, tu hivyo. Kama hivyo utakuwa umeona, umejaribu kuplay, play kuangalia umeona kwamba tayari tayari nyingi sana hauzipendi, pengine una wazo lako la kuandika nyimbo ya mtu fulani, unakuja kuandika unakuja kuandika unakuja kuandika hapo juu, unakuja kuandika hapa juu, utaandika chochote kile ambacho wimbo wote ule ambao unaupenda. Kwa mfano, labda mimi niandike wimbo gani nyimbo gani? Labda nyimbo hata kama tu jina la msanii, tujaribu kuandika labda nyimbo za Joeli, labda nitaandika mfano kama hivi. Basi nimejaribu kuandika nyimbo Rwaga imekuja hapo namba moja, hiyo nyimbo namba moja bila wewe old Male, tutajaribu hii hapa namba moja hapa. Naam, kama nilivyotangulia kusema, kwenye YouTube ukiplay nyimbo ya msanii yoyote au mtu yoyote pasipo liza yake inakuwa ni kosa kisheria uh, lakini mfano kama kule kwenye upande ambao nilikuwa nakuelekeza kwenye YouTube au kwenye kwenye, kwenye WhatsApp kule unaweza kuplay nyimbo ya mtu yoyote tule, hakuna shida yoyote kusha, kwa sababu kule kisha kuwa umeplay hakuna sheria kama hiyo, unaweka tu hivyo. Lakini kwa upande wa YouTube huku nime mute hapa kidogo, ili kuweza ku kukizi hizo sheria. Kama labda utaona kwamba huu wimbo ni mzuri, utakuja kama nilivyoelekeza, utakuja kugusa mimi nita, mimi kwa mfano nimeipenda hii nyimbo ambayo nimeplay sasa hivi, bila wewe. Kwa hiyo nitakuja nitagusa hapa, ili iweze kwenda kukaa kwenye my status yangu hapa. Nitazima tena mziki kidogo, kama nilivyosema kupisha sheria za YouTube eh, hii nyimbo isisikike, lakini kule kwenye WhatsApp, kama nilivyosema, inasikika, wala usiwe na shaka, kule imeruhusiwa. Kwa unaweza ka uka play nyimbo ya mtu yote na ukaiweka kule, inaruhusiwa. Hapa tu ndo hairuhusiwi e, mpaka ningeomba kibali kutoka huko basi. Kwa mfano kama nilivyokuwa naelekeza hapo awali Ukitaka huu wimbo uanzie uanze kwenye uanzie na maneno gani, kwa mfano uanzie katikati au mwishoni au mwanzo kabisa. Kwa mfano una, utakuwa unazungusha hichi hapa, ngoja nikuelekeze, nikuonyeshe vizuri. utakuwa unazungusha utakuwa unazungusha hichi hapa unapeleka huku kama unataka ianzie katikati au mbele zaidi, na unarudisha huku nyuma kama unataka ianzie maneno ya nyuma nyuma au katikati, ndio hivyo unapeleka huko kidogo. Uh, na unakuwa unagusa hichi hapa kiboksi kiboksi hichi hapa unakizungushi unapeleka eza unapeleka unapeleka huku au unapeleka huku, wewe utaangalia ni wapi ambapo unaona kuna maneno mazuri. Kwa mfano utafanya hivi kada, mimi nazungusha kama hivi hapo. Nitazima tena mziki kidogo, ili usisikike, lakini msio na wasiwasi ni kwenye upande wa YouTube tu ndo kuna sheria kama hizo. Kwa hiyo ukiwa kwenye upande wa WhatsApp na sehemu nyingine, nadhani sheria inaruhusu ruhusu e, na hata huko nyewe tu, kwamba hapa unapokuwa una upload kitu kwenye YouTube channel yako ndipo hawataki uweze kuweka na kitu kingine nyimbo ya mtu mwingine pasipo lizaa yake. Kwa hiyo hivyo kwenye upande mwingine ni vizuri, ni safi kabisa. Shaona tayari hapo, ambapo unapapenda pana maneno mazuri kama hivyo, utakuja kugusa hapa juu, utakuja kugusa hapo juu palipoandikwa, palipoandikwa done. Hapo ukishakuwa umegusa hapa, basi unakuwa umeshamaliza kila kitu status inaenda kujiweka, na wimbo wako unaenda kujiweka kule kwenye status. tutagusa kama. Okay, nazima kidogo tena hapa kuna kasauti ka wimbo lazima hafu, tutaendelea. Tutaendelea no. No, no kidogo, samani, tulikuwa bado tujamalizia chini kwamba okay, kwamba ukishakuwa ume umechagua kama hivi, ukishakuwa umechagua kama hivi, kama nilivyosema, utakuja kugusa hapa neno ili hapa dan, ili uweze kumalizia. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa bado sijaeleza hapa chini mwishoni, ukishakuwa umemaliza kugusa ili neno dan, kama unavyoona hapo, tupo kwenye kumalizia, malizia, malizia, hapo Unavyoona tunamalizia, malizia, hapo na nimezima sauti ya mziki kidogo. Hapa kuna ka mziki unaweza kawa unaangalia vimshale. Mfano kama mshale ulioshuka chini hapo, ndio unagusa ili status yako iende kakae. Na hapo kimshale kingine ambacho tunaonyesha sasa hivi, unaweza kuandika maneno yako, unaweza kuandika maneno yako hapo, ili status yako iwe na maneno, kisha unaweza kuandika, unatuma hapo, unagusa hicho kimshale cha kijani hapo na kuonyesha kimshale kidogo mfano hapo inaji upload ina upload hapo, ina upload itazunguka, itamaliza tayari, kwamba unaona hapo. Ita upload hii status yetu ita upload hapo, tutarudi nyuma kabisa kuja kutafuta, tuangalie kama status yetu imeshafanya nini, imeshajiweka. Nadhani kama unavyoona hapo tayari status yetu imeshafanya nini imeshajiweka hiyo hapo, tuta play kwa ajili tuweze kuiangalia, kweli wimbo umekaa tutakuja hapo tutagusa. Naam, hapa sasa tumesha upload mziki wetu kwenye status yetu, tumesha upload kila kitu. Kwa hiyo hapo nilikuwa najaribu ku play kwamba niangalie kama umesha view na unacheza kama unavyoona unacheza pale juu lakini nimezima sauti kwa ajili kama nilivyosema kwa sheria za huku YouTube. E, nimezima sauti lakini inacheza, inacheza mpaka imemalizika hapo. Basi, karibuni sana, ndugu zangu, nipende kuwashukuru wale ambao wanaendelea kunifuatilia. Lakini pia nipende kuwapa fursa pia wale wageni ambao bado walikuwa hawajatembelea hii channel waweze kutembelea hii chaneli, lakini niwakaribishe pia mweze kusubscribe Msubscribe ili chaneli yetu iweze kufika mbali, tuendelee kujifunza mengi sana. Karibuni sana, asanteni sana.